Washakufa bado parapanda na leo, tutakapoja tuwaimbie hiyo parapanda, inaimbwa jewmbaje kwa mtoto Mudi mpaka hapo. Tunaongea yuko Bunju na tuambie bodi ya ligi, tunasema miailisha kwa sababu miailisha jezi ya Yanga. Tunakwenda kwenye rogo inasema, daima mbele nyuma mwiko. Wakitutaja tarengina, hatuji kwa sababu, hata tutawabeba mpaka lini? Mnamo tukivuta picha misimu miwili mitatu nyuma, hapo mtoto Mudi huyu huyu alishawahi kutukimbia, kimna kumbukumbu mwisho siku ile mechi kaelishwa, wakapanga tarehe nyingine. Yanga kwa sababu miwaongwana, tukaitika wito, tukaja hapa. Mtoto wa kala ajala vidudu hapa, tukaondoka na pointi tatu hapa. Sasa na leo anakwenda kujirudia vile vile. Sasa mtoto mleavyo ndivyo anavyokuwa, kwa na sisi hiyo tarehe alopanga daima mbele nyuma, hatuji sisi. Tumekuja leo tarehe kipanga upya, hamtokuja tuje kufanya mechi meisha. Sasa hivi tunakaa hapa mpaka saa mbili. Yanga anakuja, tunaingia ndani, tunafanya warm up, tunamsubiri mpinzani. Asipokuja, tunadai pointi zetu magoli matano. Mbona sheria ya mwaka 1978 barasa 38 kifungu nywi? Iko wazi na zingatia hiyo vigezo na masharti kuzingatiwa. Sisi tarehe hiyo alotaja TFF Stars tuji. Ni dhahiri shahiri kwamba Simba ilikuwa inawahofia Young Africans. Eh, kwa kwa timu ile mbovu ya kina Debora. Mtu anaitwa Debora. Kwanza, mwenyewe ogopi wezeke, tumewafumua fumua sita sita tano tano. Yeye mwenyewe ogopi, ukiangalia katika michezo mingapi aliocheza, mtoto mmoja hasa hata aliocheza na Azam FC mfunga madishi hapa pia sare, na wakati mimi kipindi hicho kidume, nilikuwa nani kule, nilikuwa kule uwanja ule Msumbuaga, nilikuwa kwa wakopesha mabeseni wao wale, mtoto mmoja aliendaga uwanja ule wale Kitanganyika, pia pia pia kipenalti mpaka dakika 90 ulimi ume mtoka pale, lakini nilipokwenda kidume, mimi nimemfunga goli tano tena, nimekwenda kule Mwanza goli, katika michezo miwili nimeondoka na clean sheet mbili na magoli nane, Mtoto Amudi katika michezo miwili goli tano, kisale kimoja. Ah, namuona yule, hii namuona I, namuona namwona yule nani yule dube anakuja, namwona ziziki kwao, kikosi cha ja Yanga kinakuja kama kawaida. Daima mbele, niwambie mbele mashabiki wa Yanga hapa, hakuna kuondoka mtu yoyote, wabaki kila mwana Yanga alova jeza golden nifu abaki hapa hapa mpaka gari yetu itakapofika na tutadai pointi tatu. Mnaondoka mnaondoka, eh? eh? mko Umesikia kauli hiyo? Daima mbele, nyuma mwiko. Hakuna kusanda. Mzungu anakuambia, no switch not surrender. Kuna kurudi nyuma hapa? Turudi nyuma hapa, mbele. Mbele kwa mbele, yo.